Mahakama hii itakuwa inahudumia kesi zote ambazo mahakama ya mwanzo ndani ya nchi ya Tanzania zimepewa mamlaka ya kuhudumia na kusikiliza. Kwa maana kwamba tuna uh, aina mbili za kesi: mashauri ya jinai na mashauri ya madai. Pia tunafanya, mahakama za mwanzo tuna mamlaka ya kufanya usuluhishi, tunaita mediation. Mara nyingi kabla mtu ajafungua shauri na hili sana sana sio kwenye jinai. Kwenye jinai kwa sababu watu wanaenda moja kwa moja kwa makosa kama limefanyika ambalo limeanishwa kwenye kanuni ya adhabu, basi jalada likiletwa tunaendelea nalo bila kusuluhisha. Lakini kwenye madai, hata mambo ya ndoa na kadhalika, huwa mara nyingi tunaanza kwenye hatua za mwanzo kusuluhishana. Kwa mfano, watu wamevunjiana mikataba huko, wamekopeshana kitu fulani au hivyo, wakija mahakamani, mara nyingi kabla ule mtu, mtu akishaongea, mara nyingi tuna huwa tunadiriki kumwita kumuita upande wa pili tuambie, kwamba huyu anasema hivi, wewe unasemaje? Je, mnaweza mkasuluhisha hapa, tusiingie kwenye kesi kuu? Kama wanaweza ku..., basi yani ile inakuwa kiamani, ili kutunza na kulinda mahusiano ya ya wanajamii. Kwa hiyo, watu nafanya sana hiyo mahakama ya mwanzo. Kwa hiyo, mpaka shauri mpaka uone madai yanafunguliwa shauri la madai inafunguliwa, ujue ile hatua ya mwanzo ya usuluhishi ilishafanyika na ikashindikana. Kusogea kwa huduma hii karibu na jamii kunasaidia vipi kuhakikisha kuwa haki inatolewa kwa ha, wakati au speedily justice? Mahakama inapokuwa mbali na makazi ya jamii, mbali na watu, watu wanakuwa wanatumia muda mrefu sana ku access justice na wengine wanakata tamaa, lakini kwa sababu mahakama hii iko hapa hapa miongoni mwa, mwa jamii zinazozunguka kwa hiyo basi wataipata haki hiyo kwa wakati na kwa uharaka, watakuwa hawezi kupoteza muda mrefu hata hmm, ile mahirisho ambayo uh, kwa wakati mwingine tunakuwa tunayafanya. Kwa mfano, mtu anaweza akaja hapa, ametoka mbali huko, ametumia siku mbili siku tatu, amefika anasema ukinialishia paka kesho sitaweza, nabidi niende tena nirudi nifanyie wiki mbili au wiki moja. Kwa hapa haitakuwepo hiyo kwa sababu Kusabuwa kwa sababu wako jirani, unamwambia unawambia uko hapo basi, kama uwezi kesho, njoo kesho. Kwa hiyo utakuta hukumu zinatolewa upesi, kwa hiyo inakuwa speedy justice. Ni utaratibu gani na utumia ama mnaurahisisha ili huyu mwananchi wa kawaida aweze kutambua umuhimu wa yeye kutumia mahakama ama asione uoga kufika mahakamani? Kwa kawaida huwa tunatoa elimu ya judiciary mahakama, tuna utaratibu wetu wa ndani wa kutoa elimu kwa kwa jamii na huwa mara nyingi si unafanya hivyo. Kwa, kwa mahakama hii pia tutakuwa na utaratibu, kwa sababu ni, ni kituo kipya, kwa hiyo bado hatuja hatujajua ni siku gani, lakini mahakama nyingi za mwanzo unakuwaga walau kuna siku moja katika mwezi, wengine hata kwa wiki kwamba siku fulani tunawakaribisha labda Jumatano, kila Jumatano asubuhi nawa kama ni kuanzia saa moja asubuhi mpaka saa 2:30 tunawakaribisha wananchi kuja kupata elimu kuhusiana na mada mbalimbali tunakuwa tumeziandaa. Lakini pia huwa tuna kama hivi tunavoelekea, tunaelekea wiki ya sheria hadi tarehe mbili mwezi wa pili ambayo itakuwa ndio ukomo wake, tunakuwa tuna taratibu desturi za kutoa elimu, tunaenda mashuleni, tutaenda masokoni, tutaenda kwenye ofisi za kiserikali mahospitali, tutakusanya watu tuwaalika, je, mahakamani, tunakuwa tunatoa elimu ili watu waone umuhimu kwamba, yale mambo msiishie kule, kwamba njooni, mahakama ni rafiki kwenu. Lakini pia tunakuwa tunawaelimisha wadau wetu, kwa mfano hapa kama leo waliohudhuria wali, wali, wali, wali. leo na wadau mbalimbali wakiwemo polisi ambao mara nyingi wao ndo wanapelekewa wana kesi nyingi zinaanzia kule kwao. Kwa hiyo na wao kama wadau wetu tumeshaambia sasa mahakama ipo. Jamani, tunaomba wananchi wakija, na nyie tusaidie kuwakaribisha kesi zilizo hapa. Pia hata viongozi wa kimila kama mlioona wa leo, pia na tunaonyesha umuhimu wa mahakama. Unashauri nini wananchi ambao bado wana tabia ya kumaliza kesi kubwa ama kesi za jinai kienyeji badala ya kufika mahakamani? Wasione, wasiogope mahakamake nadhani hatua hiyo ambayo wengi wanafanya hivyo ni ile kuona kwamba mahakama ni adui, tukienda kule ndugu yangu ataishia kufungwa na hisi, na wengi wa wanajiwa, wanajila maha, kufungwa, sema, maakama, tuna, huwa wanajilaume kwamba ataishia kufungwa tutatengeneza uadui. Ndio kama nilivyosema, hata sisi mahakama tunakuwa na e, sana sana kwa mahakama za mwanzo naongelea, huwa tunaanzia kwenye hatua ya usuluhishi hizo ni mashauri hmm. ya jinai, ya madai, ya tunaanza kwenye hatua za usuluhishi. Ndio k tunawalazimisha kesi, mtu analazimishwa anganganie ile kesi au vipi? Na pia hata kwenye adhabu, kwa mfano jinai sio kila kitu ni jela. Kuna vifungo vya nje, kuna mazingira mtu anaweza kama amefanya kosa, unaona kabisa bado ana wategemezi na watoto wadogo e, tunatoa adhabu ambazo adhabu, lengo la adhabu huwa sio kukomoa, hmm. Adhabu zetu sisi yaani, labda mpaka uone mpaka inatolewa adhabu ya kifungo, kifungo mtu amefungwa hata miezi sita, basi ujue kweli huyo hata huko ameshindikana na imeletwa huko, ime, imeonyeshwa kabisa kwenye record kwamba kweli huyo inabidi aende. Lakini mara nyingi tuna discourage hizo, mara nyingi tunatoa vifungo vya nje. Unaweza kumwambia mtu afanye usafi mahakamani hivyo.